jua yes, yes. La msingi hapa wanaweka, wanaanza hapa kuchimba msingi hapa, nina mpaka picha Client. Mm. Wabane wabane kama hana uwezo asabu hii kazi hii kazi iishe. Amaelekezo tumeachukua na kama ulivyoelekeza kwamba tukae tuangalie namna ya kumaliza kweli, umeelekeza kuhusiana misaa, tumeshaanza kufanya hiyo kazi sasa hivi kazi ambayo tunayo hapa sasa hivi, kwa sababu au sababu ambao tunatumia nao kama wasabu wanne, kwa mfano kama ishu ya milango yote ishakuwa separated frame ishawekwa, kiufupi tunatembea vizuri sasa hivi. Kufuatia hata hii nadharia ya usavu, tuna tukienda kukaa na mshtiri pamoja na ushauri, tutakuja na huo mpango kazi ambao